Ujambo, hamjambo. Jina langu ni Flora Anabaka na leo nataka tufanye uchambuzi wa Wema Hauozi. Uh, sehemu ya nitaanza na sehemu ya kwanza, onyesho ya kwanza. Ni alasiri, Mabula yuko kwake, amelala kwenye kiti, lakini hapati usingizi kwa sababu watoto wanampigia kelele kwa kuimba wimbo wa ukuti. Mabula anamuita Mishi na kumweleza akataze watoto kuimba au awafukuze waende wakacheze mbali. Kisha nitaenda katika maudhui ndiyo. Uh, maudhui katika sehemu ya kwanza onyesho ya kwanza, tunapata maudhui ya umaskini uh, tunapata Mabula amelala juu ya sofa kuukuu tena Mishi hawana mafuta taa katika ukurasa wa tatu. Kisha tuko na maudhui ya ulevi. Mishi anamuuliza Magula iwapo wamekosa watu wa kuwasemea huko katika vilabu vyao, so vilabu inaonyesha ulevi. Kisha Mishi anamuuliza Magula vitu vikubwa anavyodai kuwa anavifanya ni kupiga maji, na anamwambia kuwa amehitimu ufundi wa kupiga maji. Kisha tuko na maudhui ya mabadiliko. Mabula haifai kunitisha, hayo yalikuwa ya zamani, yamepita, ya leo mapya, hivyo Mishi yanamaanisha kwamba uh, kutishiwa kulisha zamani, uh, wakati huu mambo yamebadilika. Um, tuko na nafasi ya mwanamke katika jamii ambayo imejitokeza katika sehemu ya kwanza, onyesho la kwanza, kama kutafuta chakula, kuletea mume mapishi kuleta mapishi mezani, kupakua, kuleta maji ya mkono, kunavya mume mume wake, kumkaribisha mume wake ale chakula, kufukuza watoto wakachezee mbali wakati mume anataka kupumzika, kuondoa sahani mezani, kuwapa watoto mwongozo uh, kuwapa watoto mwongozo huko katika ukurasa wa saba. Mabula anamuuliza Mishi, usipowapa watoto mwongozo, nani atawapa? Kisha nafasi ya wanaume uh, katika jamii ni kumfuata mwanamke kwao ikiwa anataka kumuoza. Kumfuata mwanamke kwao ikiwa anataka kumuoza. Um, kisha nitaenda katika uh, sifa za wahusika katika wahusika na sifa zao. Uh, wahusika ambao tunapata katika onyesho la kwanza sehemu ya kwanza ni Mabula na Mishi, hivyo nitawazungumzia uh, nitazungumzia kuhusu sifa zao sifa, uh, sifa za Mabula ni mbishi. Anapoambiwa kuwa yeye ni mlevi anakataa, ilhali yeye ni mlevi na anashindwa hata kusimama kwa mguu mmoja, ukurasa wa tano. Kisha tena ni mtu mwenye matumaini, anaambia Mishi kuwa it's just a matter of time nitakuwa where I belong. Uh, ni mtu mwenye hasira pia, anakasirika anaposikia watoto wakiimba katika ukurasa wa kwanza. Kisha tuna Mishi. Uh, Mishi ni mkejeli, anamjibu Mabula kwa kejeli: hatukulijua kulijua hilo bosi, tungekuletea hata na usingizi wenyewe ukutwae mpaka utakapopenda kuamka. Uh, kisha tuna mbinu za lugha. Mbinu za lugha tuna mbinu ya nyimbo, wametumia nyimbo ukuti ukuti. Uh, kisha tuna swali balaga. Hata mtu anapohitaji ukimya hawezi kupata. Huu sasa ni wakati wa kuubwaga moyo, lakini kutaubwagaje katika zugu hili? Kumbe ulimwengu unapomtema mtu haumsazi wakija kukukalia hapa na kukuandama kwa vijiswani vyao kutia homa utawaambia nini? Kisha tuna monolojia. Mabuna anajizungumzia peke yake katika ukurasa wa kwanza kabla ya kumwita Mishi. Hiyo ni mbinu ya monoloji ya monolojia. Kisha tuna methali. Methali kuna wanasema mwanzo wa ngoma ni lele, ukurasa wa saba. Hujui kuwa hakuna mwiba usiokuwa na uchungu, ukurasa wa sita. Aliye na macho haambiwi tazama. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu, ukurasa wa nane. Kisha, kisha uh, tunakuchanganya ndimi. Jambo dogo kama hili linakuni- linakufanya kunitolea lecture nzima. Sikiliza Mishi, it is just a matter of time na mimi nitakuwa where I belong. Ninaona unanifanya mimi prefect wa watoto wanaocheza. Sijui kama ni class prefect, games prefect au music prefect uh-huh. So um, hiyo ni uh, sehemu ya kwanza, onyesho ya kwanza katika Wema Hauozi. Tukutane tena kwenye sehemu ya kwanza, onyesho ya pili. Asante kwa kunisikiliza.